Kwa kweli Wanakasulu, nina deni kwenu na ni waahidi Wanakasulu kwamba nitahakikisha kwamba ninafanya kazi na watumikia kwa dhati ili kuhakikisha kwamba nawaletea maendeleo na kuhakikisha kwamba yale ya mambo ambayo yameainishwa katika ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, maendeleo yanaopaswa kuja katika jimbo la Kasulu Mjini nitayasimamia kwa dhati. Lakini pia, ni washukuru sana wananchi wa Kasulu Mjini kwa kukiamini Chama cha Mapinduzi kwa sababu mimi naamini kwamba ushindi mkubwa ambao nimepata pia ni kutokana na sera nzuri za Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo na sisi kama Chama cha Mapinduzi chini ya jemedari wetu Dr. John Kobe Magufuli ambaye naamini kisiangalia trend ya amini matokeo mambo yake yamekaa vizuri, tutahakikisha kwamba tunawaletea maendeleo mengi zaidi kuliko hata ambavyo maendeleo aliyepata katika kipindi chake cha miaka mitano ya mwanzo. Na washukuru sana akina mama akina baba, vijana kwa wazee, hakika wana Kasulu tuna deni kubwa, Chama cha Mapinduzi tutawatumikia kwa dhati. Tunao furaha kubwa sana kumpongeza profesa Joyce Ndalichako kwa ushindi mkubwa wa kishindo aliyoupata. Ilikuwa ni matarajio yetu makubwa sana. Kwa hiyo tuna imani kwa tuna tunaimani kwamba kutokana na ushindi huu ataendelea kufanya mambo makubwa sana, kwa sababu kabla ya hapo alionyesha dalili za kufanya mambo mazuri na tunaamini tuna kwamba atafanya mambo mazuri zaidi na zaidi, atatuinua kijamii, kiuchumi, kielimu na katika mambo mbalimbali mbali. kwa sababu yeye hana ubaguzi, ni mtu ambaye ni mtu wa watu, mwenye upendo, mwenye maono ya mbele zaidi, anaona mbali na anapenda sana kuendeleza jamii. Tunategemea kabisa ndani ya miaka hii mitano mingine inayokuja huyu mama atafanya mambo makubwa makubwa zaidi na zaidi, nasi tunampa ushirikiano, tunampenda kwa sababu ni mama mchapakazi, mama asiyejivuna, mama mwenye uwezo wa kufanya kazi. Nina imani kwamba ndani ya miaka mitano atafanya kazi zaidi zaidi alivyofanya katika kazi yake ya waziri. Tunampongeza kwa ushindi wake, ili aende huko achape kazi atukumbuke na sisi.